Nilitoa maelekezo hapa makususi ya utekelezaji ili hizo ajenda zote na hoja zote ziweze kufungwa, hazijafanywa. Kwa sababu gani mkuu wa mkoa huyu kwenye halmashauri hii hawezi kutoa maelekezo yakafanyiwa kazi? Sasa mnataka mpaka tuanze kupimishana nguvu? Matokeo yake wengine vikao mnakacha. Kaeni tupimishane nguvu. Mkuu wa mkoa maelekezo ya serikali. Mimi siko hapa niliposimama kwa sababu nimepigiwa kura na wananchi, la hasha. Mimi nimeteuliwa na mheshimiwa rais, kwao sina upande katika wananchi wangu. Mimi wananchi wangu wote ni bora mahala popote, na ninataka wananchi wangu wote wapate huduma hizi wote kwa usawa, na nitazungumza kwa haki kwa sababu siogopi, sina anayenipigia kura kwamba nitaogopa nikisema sana upande huu utaninyima kura? Si na mimi lazima wananchi wote wapate huduma sawa. Lengo la serikali kujenga sekondari, maana yake ni kwamba sekondari hizi zifanye kazi kama sekondari zingine kwenye nchi hii. Kama hatuna maabara, tuna uhakika gani wa kufaulisha watoto wetu kwenye masomo ya sayansi? Je, inapofika mitihani ya sekondari Mbulu Mji, tunaletewa mitihani tofauti na wenzetu wanaopelekewa Kagera ya masomo ya sayansi mtiani si huwa ni mmoja jamani, uongo kweli? Sasa kwahiyo, inapofika kwetu sisi, kwa watoto wetu, hawawezi kufanya mitianii. Kwa sababu gani? hawajajifunza kwa vitendo, kwa kisa hawana maabara. Kwa sababu gani? tumeamua kwa uzembe kuta kujenga maabara, na kiburi kimetukaa hatufanyi. Tumeamua na viongozi wawezi kutuambia kitu, kwa sababu sisi baraza tumeamua. Hatuamui, fedha si zetu, ni mali ya Mheshimiwa Rais. Miradi si yetu, miradi ni ya wananchi waliochagua serikali hii.